Yeah. Mbele mm, yetu ni fundi mkubwa tunaweza kumuita Sisco Fantastic Sound. Eh, tunaweza mchezaji wetu bora wewe wenyewe unamwita mkuu wa nchi Sisco baada ya kumaliza mpambano wako bahati mbaya umepoteza kwa mbili bila. Je, unaweza katuambia changamoto ilikuwa ni nini au mchezo ulikuwaje kwa ujumla? kuonyesha moyo sana kila siku katika mali kukua kwa, na changamoto moja mbili tatu, bado wanashika mkono. Mchezo fainali ilikuwa ngumu, nilifunga bahati mbaya, na mchezo nilisahau sababu kapteni ni mbili, wakaniletea ngoma ambazo nilisahau, napata matokeo. Na isitoshe kiwembe anajulikana ni mkono, kwa hiyo ndio maana mimi nikafunga. Sio, unaonekana kama una uchovu na usingizi, labda huenda ile mechi ya Nungwe ilikuwa ni moja ya mechi ambayo umetumia nguvu kubwa sana, kapelekea fainali kutokufanya vizuri, maana fainali muda wenyewe ulikuwa mdogo special, ukizingatia kuna muda wa kula pale na nini. Je, hilo alikuathiri wewe kama mchezaji? vizuri kwenye mashindano mm. Wewe kama wewe, neno la mwisho mashindano, unaonaje kuanzia mwanzo hadi mwisho? Mimi naona <laughs> yameenda sawa, sehemu ambapo walokosea Mungu labda, watu na mitazamo yao, ila mtazamo wangu mimi naona yako vizuri sana. Sawa fundi, ongera Boda, subirie maelekezo mengine kutoka kwa Azami pamoja na Zawadi. Hayo ni mahojiano mafupi. Haya.